Tunaendelea, Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Manase Oran. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika, naomba swali namba 630 sasa lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali tayari imeshaanza maandalizi kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara ya mchepuko ya Mlima Nyoka kutoka Uyole hadi Songwe yenye urefu wa kilomita 48.9 ambapo kazi ya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina imekamilika. Kwa sasa serikali inatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi ikiwemo utaratibu wa kushirikisha sekta binafsi, yani PPP. Mheshimiwa Oran. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika, na kwa kuwa bandari yetu ya Dar es Salaam inafanya vizuri na magari ya mizigo ikiwemo ya mafuta yameongezeka sana kwenye barabara hiyo ambayo inapita katikati kati ya jiji. Je, sasa ni lini wananchi waliopisha ujenzi wa hiyo barabara wakiwemo wa kata ya Inyara, kata ya Ijombe, kata ya Swaya, kata ya Igale, kata ya Iwindi na kata ya Bonde la Songwe watalipwa fidia? Swali la pili, lini serikali itaanza ujenzi wa kipande cha kilomita 22 wa barabara ya Isionje Kikondo. Mheshimiwa naibu Spika, nimshukuru Mheshimiwa Oran Njeza kwa maswali yake ya nyongeza mawili ambayo ameyauliza, ambayo kimsingi yanasadiki ya umuhimu wa barabara yetu hii kubwa katika kusaidia barabara yetu ya da Dar es Salaam na kuinua sekta ya uchukuzi nchini. Mheshimiwa naibu Spika, amezungumza kuhusiana na upande wa uthamini upande wa fidia. Nimwakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba barabara hiyo uthamini umekamilika kwenye barabara ya Mbeya bypass na tayari tumekwishaanza anza kulipa fidia na tumelipa bilioni kumi kwa ajili ya wananchi wa maeneo hayo, hivyo niwaombe wananchi wote wanaonisikiliza wa kata zilizotaja ikiwemo kata ya Ijombe, Swaya, Igali, Lwindi na Songwe kwamba Serikali inaendelea ina kutafuta fedha na inao mpango wa dhati wa kuwalipa fidia ili wapishe eneo hilo au eneo hilo liende kutumika kwa ajili ya barabara yetu eh, ambayo tumeizungumza. Lakini pia amezungumza kuhusu jambo la pili, barabara ya Isionje Kikondo kilomita 22 kwamba ni lini hadi Makete. Mheshimiwa amezungumza, ameongezea pale, ni lini pengine ujenzi wake utakamilika nimpe uhakika mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa mbunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama tunavyofahamu, mpaka sasa serikali imekamilisha ujenzi wa kilomita za lami zaidi ya elfu kumi na mbili na katika awamu hii ya sita peke yake miaka minne zaidi ya asilimia kumi yaani zaidi ya elfu moja na mia tatu barabara za lami zimejengwa. Hivyo basi eh, kutokana na umuhimu mkubwa wa barabara hii aliyoizungumza, inaunganisha mikoa miwili kati ya mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya tayari eh, usanifu wa kina umekwisha kamilika na ujenzi umekwisha anza kuanzia kwenye mkoa wa Njombe. Niwape matumaini wana Mbeya na watu wa mikoa yote hii miwili na maeneo mengine kwamba tunakwenda kuijenga barabara hivyo, kama ambavyo tumekuwa tukiwaeleza na kwa sababu tayari kazi imekwisha anza.